yao na wanafanya biashara nyingine. Eh, sheria ya Kenya ikubaliki, hawa askari business yao wenye wanafanya hivyo, ukibeba sokari wanachukuanga 100,000, 20,000, 10,000, kitu kama hiyo, na ni ardhi, sio trafic, hawaangalii unabeba nini, wanakuuliza mia, ukipatia mia wameenda. Hawajui umebeba nini. M malori wanatoka wajia, wakienda Nairobi kupeleka drugs na ndi drugs yenye imetumaliza. Hauwezi ona drug, gari ya drug imeshutiwa na umeua huyo mtu amebeba drug, na drug ndio kitu mbaya hapa Kenya. Tunaambia President Ruto kama unataka ku manage hiyo rules zako, ati unasema kitu yenye imetoka Somali isikuje Kenya. Kwa nini umekubali drugs iende hadi Nairobi hadi Garissa County? Kwa nini hawa RDO wenye wamebeba wamebeba drugs kwa nini wanatafuta mataksi, wanaua kijana zetu wana, especially watu wanaua ni Wasomali. Ya nini? tumefanya kitu gani? Sisi ni Wakenya, tumezaliwa hapa, tumelelewa hapa, hatujawahi ona Somalia. Mkituona sisi mnatuita shawab, hamtaki haki yetu, hamtujui sisi ni nani. Lakini nawaeleza kitu, mkishinda kuleta haki ya brother yangu, wallahi, in the name of Allah, am the lion of Africa, am Somali, watu wengi watakufa. Watu wengi watakufa. We need justice of Ahmed Omar Sheikh. We are the la we are the upcoming leaders. Hatutaki tufuatilie nyanyo yenu mkilalia haki ya brother zangu. Tunawaomba our area MP haki ya brother wangu. Mimi Sahara Ahmed, na ni mimi ndo nitaanza. Nta naambia President Ruto, please I'm too emotional kwa sababu mimi ni msichana. Unaona nikitetemeka hapa. Mimi ni mama ya nini? Kila siku mnaua vijana yetu, haki gani? Tuna mkosa gani? Kila siku munaenda na vijana na hatuoni vijana yetu, tumekosa wengi wengine, munamaliza munatuita Alshabab. Mmetutesa na sisi, tuko Kenya, sisi tuko Kenya RDU Modika, hatutaki nyinyi, hakuna kitu munatusaidia, hamufanyi kazi, sijawaona RDU ameleta Alshabab mmeona ardhi hiyo amfanyi kazi kazi yenu imekuwa trafika. Kama unataka trafika kuja andikisha trafika, tutakupea sisi. Tunasema ardhi hiyo watoke pale. Yule kijana alishut kijana yangu Bokolowe, nitamtoa kofia yake chini mimi. President Ruto mimi nakuomba, kuomba kwa jimii, mdomo ya Somali Northeastern, kijana yangu apate haki Naomba kijana yangu apate haki. Justice for Omar. I need justice for my boy. Ahmed Juma, I need Ahmed justice yake. Hatuta yeye